Kamishna Suleiman Kova aliyekuwa mkuu wa kanda maalum ya polisi jijini Dar es Salaam amestaafu kulitumikia jeshi kwa mujibu wa sheria baada ya kulitumikia kwa muda mrefu. Lakini hebu tujikumbushe baadhi ya kauli za Kamishna Kova wakati akiongoza kanda maalum ya polisi jijini Dar es Salaam kabla hajastaafu wadhifa wake. Silaha ambazo zimekamatwa mikononi mwa wahalifu ndani ya wiki moja katika operesheni kali ya aina yake ambayo inaendelea kanda na maalum ya Dar es Salaam. Operesheni hii hi imefanikiwa sana baada ya kupata taarifa kutoka kwa wananchi raia wema. Tunaomba raia waendelee kutupa taarifa, washirikia na jeshi la polisi ili kukomesha uhalifu katika jiji la Dar es Salaam na hata katika nchi yetu yote. Kamishna Kova amestaafu wadhifa wake hapo jana na tumekutana na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wanaeleza namna ambavyo watamkumbuka. Okay, tutamkumbuka kwa mengi, ni mengi sana ambayo ameyafanya mazuri pia kwa wananchi kwa ujumla, kwamba kwanza, mmoja amepambana sana na ma, magaidi ambao ni majambazi au sio bwana? Kwanza akaweza kufanya mambo mengi kwamba ulinzi umeimarika sehemu nyingi, ukiangalia kwamba wananchi tunatembea kwa amani, sehemu zingine ulikuwa upiti kwa amani, unakabwa, au sio bwana? kwamba sasa hivi sasa tunapita kwa amani, kwa hiyo tutamkumbuka kwa mengi aliyofanya mazuri. auza Ausi... Kova kama Kova amefanya mengi, tunapaswa kumpongeza. amepambana na majambazi wabishi, wabishi. Kova nakumbuka hata alivyokuwa pombea nyumbani kule, alipambana, hata akahamishiwa hapa, hata siku zile wameiba silaha kule nani kule Stakishari, amepambana mpaka akatuambia zimepatikana vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunahitaji serikali itakavyomleta kamanda mwingine, na yeye ndio zake vile vile za kiongozi wetu kamishna jeshi la polisi, kamanda Kova, kwamba amestaafu. Kwa kwamba anasema kwa kama tutapata mwingine kamishna mwingine, basi ayatendea kama alivyofanya huyu mzee wetu Kova. Amefanya ha kazi nzuri sana katika hali ya usalama.